Sio kijana mtu mkauchi, yuko Marekani, yuko Uingereza, eti ndio anakuhamasisha wewe uingie barabarani, barabarani uchafue nchi yako, ambao tunataka kwenda kuvunja maduka ya watu. Usione maduka na fukizo, kuna mtu ana duka hapa, ana madeni. Usione nyumba hizi zimejengwa, kuna mtu amejenga nyumba, hati hana iko benki. Usione vituo vya mafuta hivi vimejengwa, watu wako taabani unakwenda unavunja. Nimeangalia clip <laughs> moja, wanaingia wale vijana maharamia wale magaidi wanaingia kwenye ile ile ile ile ina, ina, ina <clears throat> <Yeah>. <laughs> e <laughs> sefya, ya ina nini ile ile kuifadhi ile ya benki wanavunja Anatokea viongozi wa dini wanahalalisha, wasema maandamano. Viongozi mkubwa wa dini anasema Tanzania imefedheheshwa, Tanzania imeaibika, Tanzania imezorota. Ni viongozi wa dini anakuwa mwongo. Tanzania imeaibishwa kwa mipango ya ovyo ya watu wabaya. Leo natokea wale, si nchi za Ulaya, watu za Ulaya watu wanasema wanaifanyia vikwazo Tanzania

Kuna madini hapo ku Tanzania hayako dunia nzima unataka kuacha? Sasa wewe kijana wa Kiislamu, kijana wa Tanzania, hata kama sio Muislamu unahamasisha unaenda kukuta nchi yako unachoma kituo cha polisi. Unajua madhara ya kuchoma kituo cha polisi, unajua silaha zinazohifadhiwa kwa kibali kituo cha polisi na katikati ya watu kituo cha mafuta kikilipuka tenki kikilipuka. Vituo vya mafuta viko karibu na nyumba za watu. Huo mtaa wote watakuwa mshikaki. Tunatazama tu uuaji wa mtu aliyeuawa kupigwa risasi. Unatazama uuaji wa mtu anachoma kituo cha mafuta. Sasa haya ndio tunataka tuyaseme kwenye hadhara zetu. Mtume aliwaelekeza <coughs> Sisi vijana wa Kitanzania, sisi vijana wa Uislamu katika mkoa wa Mwanza, vijana wa Kitanzania katika mkoa wa Mwanza tusikubali propaganda yoyote hata kama ifike mahali ausi. Sisi tuseme tamko la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA na taasisi zote za kiislamu nchini, zaidi ya taasisi thelathini tumekubaliana tisa Waislamu wote tubakie majumbani tufanye dua, tumuombe Mwenyezi Mungu tuwarehemu wazee wetu, waze wetu, waze wetu waze waze, <coughs> ataleti, kwa sababu wazee wetu wazee wa kiislamu ni wazee waliopigania uhuru wa nchi hii na baadhi yao hata hawataki wako wazee waliopigania wala hawataki kwenye historia ya nchi. Sasa nci ndani siku ya tarehe tisa, si tubakie ndani kuwaombea, tustop mfinyango wa siku moja tu tumenyosha maneno Nani alitoka tarehe ishirini na sita usiku? <coughs> Nani alitoka tarehe 3 asubuhi hoi? Tuko ndani, ilikwenda ua mtu ikodaslama na anasema nyanya moja, wanajua shilingi elfu moja nyanya. Maisha yalikadimika ghafla, kilo za nyama zikapanda, na tumshukuru Mungu bado tuikua tunazipata. Tuwaulize wenzetu wa Gaza Gaza, hapo tunachokipata mpaka ndege ipite, ndio inawatupia chakula kama kuku, kama njiwa. Madhara ya vita. Anasema wa wanasema wale wote wanaohubiri wa amani ni wajinga. Mjinga ni wewe, na inawezekana wewe unasema hivyo kwa sababu huna cha kupoteza. Wako viongozi wa kuadili wa wengine, hawana wake, hawana watoto. Sasa wewe unafikiria utasemaje? Eh, hana mke Akitaka gani soko kama kabeti mpaka achangishe aombe ah ha, yeye magari yako tunaletewa. Hao nasema si wako tu viongozi wa dini namna hiyo. Wako vizuri wanakula hapo. Sasa huyu lazima aseme hivyo. Lazima aseme ah kuhubiri amani ni ujinga, anayehubiri amani ni ujinga. Kuhubiri amani ni ujinga. Hiyo je, huyu hata kusema hivyo, kushika kipaza sauti, kuita waandishi wa habari. Kwa tarehe 29 mtoe kauli. Tarehe 30 mtoe kauli.

na tumeona juzi hapa wanafanya sherehe baada ya kufanikiwa, tarehe ishirini na tisa amepata bilioni saba, yani kwa kuhamasisha kule kapata bilioni saba, kapewa na benzi ya milango sita, furaha kwamba ameifikisha Tanzania mahala pa kumi. Unajua kila mtu ile tukio kwa matukio yanayofanyika nchi za nje sio kubwa sana yanayofanyika kwenye mikoa kwenye nchi zingine ni makubwa zaidi haya, lakini si tumeliona kubwa kwa sababu ndiyo mara ya kwanza. Muulize mzee nania babangu, mzee mzee msaba, hilo jambo alishaliona toka amezaliwa na utu uzima alionao, wako wazee wakinavyoma meshaona hilo jambo. Kila mzee anasema jamani, ndio mara ya kwanza. kumetokea nini? Jama, sisi Watanzania hatuko hivyo. Sisi ko tunazungumza bana, kushindana, tutatafuta wazee, tutatafuta viongozi wa dini, tutatafuta hivi, kumetokea nini? Polisi, polisi, polisi wanaua watu, polisi wanaua watu. Polisi ndani ni mtu au anajua hapa? Polisi ana mtu mmoja? Jamani, mwili wa bati ni mwili wa jiwe? Yule polisi pia ni mtoto wa mtu, ana baba ana mama. Yule polisi pia ni mume wa mtu au mke wa mtu. Yule polisi.